cashuka chini Baba ili kuonekane Yesu, sisi tupungue, wewe uongezeke. Dadii, sisi tupungue, jioni ya leo Yesu, wewe uongezeke Mtakatifu, kwa kuwa Baba bila wewe hatuwezi, bila kuongozwa na Roho Mtakatifu Baba hatuwezi, tujaze te

ali apa, tunakuhitaji Bwana, ukazungumuze na mioyo yetu, katika jina lako tuomba na kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kila mtu ashike sadaka yake, tunapomtolea Bwana tutamwalika. Kuna mtumishi alis haja atusalimie na Bwana hata tubariki. Tuombee sadaka zetu. Baba, tunakushukuru kwa sadaka umetupa siku ya leo unapokutolea Bwana zikawe za baraka, katika jina lako tomba na kuamini, mwambie mm -hmm. Hata wale wako huko nje, watu walete sadaka, kama uko nayo kwa simu, kuna tina na Bwana atawabariki. Tusalimie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Ah, jameni nasikia vizuri maana niko nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Yaani nasikia ninasikia kama yani kuna uwepo mahali hapa. Nasikia yani kama ingekuwa kuna mahali naenda lakini ningeendelea tu kukaa mahali hapa maana nikiona dadi nasikia vizuri. Amenitoa mbali jameni. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pastor Judy, Judy ni rafiki yangu. Yeye ndiye alini alinionyeshe kanisa la Livingston, na aliponileta mahali hapa siku ya kwanza, nikapokelewa na Reverend kama mtoto wake, akanifunza neno mpaka hii neno alijawahi toka ndani mwangu. Bwana mm -hmm. Yesu. Amen. kwa majina Pastor pasta alisewoi Bwana amenisaidia, wote waliopitia kwa mikono ya Reveren jameni. Tuko hapa kama wamama, tumekuwa watumishi ile tu nabia alinena siku ya kwanza, day one yenye niliingia katika kanisa hili, wakati ule ilinibadilisha mpaka leo hii. Sijawahi rudi nyuma, sijawahi rudi nyuma, na sitawahi rudi nyuma mpaka vision yenye Mungu ameweka ndani mwangu itimie. Bwana Yesu asifiwe, kanisa. Bwana amenipa kanisa mahali pale, sijakaa sana, niko na miezi tatu, na nilikuwa nimepanga tu hivi karibuni nitaenda kumtafuta ama tatafuta Pastor Judy anipe mwelekeo, ili tusaidiane, maana katika safari ya wokovu, safari ya utumishi wa Mungu, vile tumefunzwa hapa as pastors ladies aje men, inahitaji guide and counseling. Safari ya wokovu inahitaji kuwa na mentor. Safari ya wokovu inahitaji kuwa na spirit, spiritual parents. Bwana Yesu asifiwe, amen. Niche Pastor Alice Oyi, Bwana alinipa jina la kanisa na ninajua kwamba Bwana atanitendea kanisa ambaye jina Bwana alinipatia wakati nilitoka mahali yapo, ndio nikajua hakuwa amenielekeza mahali kwingine, alikuwa tu amenipeleka pale, yaani nikuwa mpita njia. Wakati nilitoka mahali yapo, ndio ujue kweli Mungu alikuwa amekataa niende mahali nilienda. Akanipa jina 2016. Akaniambia kwamba kanisa utakuwa naye mji wa Isinya mahali pale, na itaitwa God's Favor International Ministry. Bwana Yesu asifiwe. Hata nikajaribu kujiingiza kwa ingine, ikanishinda. Nikaonywa na roho wa Mungu, akanichapa kiboko. Karibu nikufe; niligonjeka wiki mbili. Na kidogo kidogo, nikaingia kwa ingine ati najaribu kutafuta ministry. Kumbe roho wa Mungu akisema ufungue kanisa kwa ile jina amekupatia. Usijoke, usicheze. Don't joke.

nilikutana na Pastor Abel, akanikaribisha ghafla. Jamani, sungeniambia pastor, kitambo hii imenipita, lakini sijachelewa. Hii ndio siku yangu, this is my time. Ninajua Mungu anaenda kutenda, anaenda kunionekania, anaenda kutoa unabii wangu. Ah, nimekuja kupokea kwa madhabahu ambaye iko na Mungu. Bwana wa amani awabariki, na ninajua kwamba mtanishika mkono kiposa nisonge mbele. Bwana wa amani awabariki, amen. Pigieni Pastor Alice sasa sijui spiritual parents. Ni Bishop, utatueleza. Bwana Yesu asifiwe, tunamshukuru mwana Mungu kwa hiyo nafasi. Kwa hivyo tunataka kumkaribisha baba yetu, maana hako na jambo anataka kunena nasi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anaweza kutea

Tunaomba ukatende, tunaomba Mungu wetu ukatutendee jioni ya leo katika jina la Yesu. Bwana unaweza kutenda mambo makubwa, kwenzu, katika jina la Yesu katikai hmm.

Haleluya! Baba, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Tunaomba utuguse, tunaomba We pray that you touch. Tuguse Yesu. Gusa mioyo. Gusa maisha mio yetu. yetu. Touch our lives. Gusa familia zetu. Touch our families. Bwana. We thank you Lord. Jioni hii. This evening. Bwana jioni. Ukatende mema. May good. kwa jina la Yesu tumeomba. Pray. Amen. Amen. Basi karibu sana mwana Ndoto TV. Popote unaponitazama. So welcome to Ndoto TV. From wherever you watching us from. Mungu wetu akubariki. May God bless you. Umebarikiwa kutazama TV hii. You've been blessed to watch this TV. Maana ukombozi wako ni uhuru wako. Basi karibu jioni ya leo. So welcome this evening. Tunapo maliza We ningeomba, we kanisa, tuwakaribishe wanaotutazama nyumbani kwa makofi. Asante waimbaji. Naomba tunaweza keti. Amen. Amen. Nataka kuchukua muda mfupi sana ili tukaweze kutamatisha, kwa wale wanadhani ya kwamba tutakuwa hapa mkutano utaendelea mpaka saa mbili, watakuta tumeshaenda to it. Amen. Asante mama eno kwa kuja, inatia moyo. Mungu akubariki, may God bless you, na akapanue mipaka yako, apanue uh, yako uh, na akupe kibali kama and also you favor ministry mimi nimeenda mpaka kwao Taita, nimefika mpaka kwa boma, si ni kweli? Bwana Yesu asifiwe sana, amen, hallelujah. Kwa hiyo Mungu akuzidishe, angalia mwanzo wako, na wewe Mungu akuzidishe. Kitabu cha Mwanzo ishirini na mbili The book of Genesis Leo 22. Nataka nikupee Today I want to just tell you, to give you siri ya kufanikiwa the secrets of prospering, ambaye nitaita ni password that it is a password, ambaye ukitambua kuifungua imewashinda watu wengi. It has defeated many, na wengi wamejaribu, lakini wakawa wanashindwa, lakini ukitambua siri hii, but you get to understand this secret. Basi utaona mambo yakifanyika, uh, uh, ni, 22, ni andiko ambao mimi me, ninaipenda. It is a love. Na imebadilisha maisha yangu. Basi Ibrahimu akazitoa kuni za hiyo sadaka, twende pamoja. Amen. Then Abraham put the wood for the burnt offering akamtwika Isaka mwanawe on his son Isaac, akatoa moto na kisu mkononi mwake. and he himself carried the fire and the knife. wakaenda wote wawili pamoja, the two of them walked on together. Isaac akasema na Ibrahimu baba yake, then Isaac spoke up, he said to his father Abraham, akinena babangu, say father. naye akasema, mimi hapa mwanangu, and Abraham said yes my son. Tazama moto upo The father here, na, na kuni zipo and the fire is here. Yuko wapi mwanakondoo kwa sadaka ya kuteketeza? Ibrahimu akasema, Mungu atajipatia mwanakondoo kwa hiyo sadaka. God, mwanangu. Basi wakaendelea wote. They took Wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. They reached the place God had told Abraham about. Ibrahimu akajenga madhabao huko. And there Abraham built an altar. Akaziweka tayari kuni kisha akamfunga Isaka mwanawe. He arranged the wound, the wood on it. He tied up Isaac his son. Akamweka juu ya madhabao. He placed him on the wood. Mstari wa kumi. Ibrahimu akanyosha mkono wake akitwaya aki akakitoa kisu ili amchinje mwanawe. Then he reached out his hand, he took the knife to kill his son. Ndipo malaika wa Bwana akamuita kutoka mbinguni. But the angel of the Lord called out for, to him from heaven. Akasema Ibrahimu, Ibrahimu. Say, Abraham, Abraham. Naye akasema mimi hapa. And he said, here I am. Akasema usimnyoshie kijana mkono wako. Do not lay a hand on your son. Wala usimtende neno. Or even harm him. Kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu. For I now know that you have respect for God. Iwapo huku nizuilia mwanao. You have not held back your son. Mwanao wa pekee. Your only son. Sikiza hapa. Listen here. Raimu akainua macho yake. So Abraham named, uh, Abraham named lifted his eyes. Akaangalia na tazama kondoo mume yuko nyuma yake. And uh, Abraham looked up there in the bush he saw a ram. It was caught by its horns. Aha. Umeenda mbele basi. Ibrahimu akaenda akamtoa huyo, huyo kondoo akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe. He went over and took the ram, he sacrificed it as burnt offering instead of his son. Akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe. He went over and took the ram, he sacrificed it as a burnt offering instead of his son. Turuke mstari 15 malaika wa Bwana akamuita mara ya pili The angel of the Lord called out to Abraham kutoka from heaven mbinguni. a second time kutoka mbinguni from heaven akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana so he and he declared so I will certainly kwa kuwa umetenda neno hili for you have done that wala huku nizuilia and you never held back Sh, ebu underline hilo neno huku nizuilia you mwanao di, you did not hold back ukunizuilia mwanao hakuzuilia Isaka. Mara nyingi unazuilia kitu And many times you hold back ambacho things. Mungu anataka kukitumia kukubariki unazuilia. Ibrahimu hakumzuilia mwanawe Abraham never held back his son. Mungu anamwambia mwanao wa pekee Sikiza kumi na saba. Katika kubariki nitakubariki, So I will certainly bless you, na katika kukuzidisha nitauzidisha uzao wako, And increasing I will increase a generation, kama nyota za mbinguni, As the stars in the sky, na kama mchanga ulioko pwani, Or even sun in the oceans, na uzao wako tamiliki malango ya adui zao, And the children will take over the cities of their enemies. uzao wako tamiliki

angemwambia Sara ya kwamba ninaenda kumteketeza huyu uh, mtoto wetu ingeleta shida. if would get this to Sarah, there would be. Kuna ibada zingine ni za siri, inapofika katika ibada ya kumtolea Mungu inapaswa kuwa siri. Kuna vitu ambavyo unapaswa kuvinyamazia to, na hii ndio kile Ibrahimu alifanya. And that is what Abraham did. Sasa tumeanza na mahali ambapo Isaka anamwambia baba, a place where Isaac is telling the father. ya kwamba kuni ipo the, the is there. kisu ipo the, the, the knife is here. Unga ipo even the here, lakini kondoo wa kutolewa sadaka yuko wapi? But where is the lamb to be burnt as burnt as offering? Maskini Isaka hakujua ya kwamba yeye ndiye sadaka. But the poor Isaac never knew that he was the sacrifice. Ilikuwa inavunja baba yake moyo. It